litatoa kauli ya mwisho ya chama chetu na mwelekeo tutakaochukua kama serikali itakuwa haijasikiliza. Kwa ndani ya siku sitini, tutaita kamati kuu. Baraza kuu I mean. Kamati kuu imepokea taarifa kuhusu hatua ya serikali kulifungia kanisa la Glory of Christ, kanisa la ufufuo na uzima linaloongozwa na Askofu Gwajima, hatua hii ya kulifungia kanisa lote nchi nzima ni batili maana inawakosesha fursa waumini wa kanisa hilo kuabudu Mungu wao. Alichokisema Askofu Gwajima na kupelekea serikali kuchukua hatua za kulifungia kanisa ni ukweli mtupu, kuwa swala la utekaji na uwepo wa magenge ya uhalifu ndani ya mfumo wa vyombo vya ulinzi na usalama lisha amani ya taifa lesho kabla ya mwisho Sovu, ni ambaye mbele yake kulikuwa na dreams kubwa, no. Ambaye mbele yake kulikuwa na dreams kubwa. Tunazungumza kuhusu Kaswahili, tunazungumza kuhusu Mdude Nyagali. Tunazungumza kuhusu Shadrack Chaura, tunazungumza kuhusu hata mjumbe wa mkutano mkuu wa CCM, bwana Daniel Chonchori, amechukuliwa, watu wanatekwa. Leo askofu anatoka anakemea utekaji, anafungiwa kanisa, anaambiwa na, ana anafanya ana, ana, ana, ana, ana siasa